Ni Novemba kumi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano, karibu sana mwanamichezo kwenye kumi na nane za Open, tuangalia haki michezo ambayo imejiri kanda ya kati, kitaifa pamoja na kimataifa. Mimi ni Yohana Mashauri, lakini tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji vifaa kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako ama pengine unahitaji vifaa kwa ajili ya kuanzisha biashara, sasa unaweza kufika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu sifuri saba sitini na tisa sabini na saba kumi na moja sita tano ama sifuri saba sitini na mbili sabini na saba kumi na moja tano tisa Wanakupatia huduma vizuri kabisa. Tukianza na miguu sita, timu ya vijana ya Dodoma jiji FC chini ya umri wa miaka ishirini inaendelea na maandalizi kuelekea michezo miwili ya ligi hiyo dhidi ya Mashujaa FC pamoja na TRA United. Mchezo dhidi ya Mashujaa FC utapigwa Novemba kumi na moja huku mchezo dhidi ya TRA United utapigwa Novemba kumi na saba, yote katika uwanja wa Jamhuri Dodoma kuanzia majira saa kumi kamili jioni. Kuelekea michezo hiyo, kocha Omari Mohamed na mchezaji Lokman Sarum wamezungumzia maandalizi ya michezo hiyo. E, tunajiandaa kwa mchezo, nadhani maandalizi ya mwisho wa mchezo wa Mashujaa pamoja na mchezo wa TRA. Kwa hiyo michezo miwili ambayo inakuja hapa Dodoma, ambayo ni tarehe 11 na tarehe 17, ambayo tunataka mafanikio mazuri, kwa sababu mwaka huu tunahitaji tena kufika hatua ya fainali, ambayo vijana ni wale wale ambao wamecheza misimu hii miwili. Kwa hiyo tunahitaji kuwa bora zaidi, na tumeongeza wachezaji wengine ambao wako vizuri, ambao tumewatoa same tofauti tof, tofauti ambazo kulikuwa kuna magepa ambayo tumeongezea. Kuna vijana wengine wameenda senior team kwa hiyo nadhani timu iko vizuri na leo tumefanya maandalizi ya mwisho zaidi kwa ajili ya kujiandaa mechi yetu Jumanne. Kwa majina anaitwa Lukman Juma Saum, mimi ni mchezaji wa Dodoma Jiji. Tunajiandaa kwa mazoezi ya, ya mwisho kwenda kwenye mchezo wa mashujaa. Eh, mchezo tunaohitaji kwa sababu ni mchezo wetu wa kwanza nyumbani, inabidi tupate pointi tatu na sasa tuhamie upande wa miguu kumi na mbili ambapo kufuatia programu ya utambuzi wa vipaji ambayo inafanyika kila mkoa chini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wikendi ya Novemba tisa na kumi ilikuwa zamu ya mkoa wa Dar es Salaam, ambapo mratibu wa utambuzi wa vipaji mkoa wa Dar es Salaam Mari Msalehe ameeleza lengo la programu hiyo. Lengo kubwa ya, ni kutengeneza timu za taifa e, wengi wanapiga kelele mchezaji asengena anaweza katokea from nowhere, e, hajafuata zile taratibu Ehe, za uboreshaji za, za e, kwa hiyo tumeamua kufanya hivi ya kwa lengo kuu kumsaidia mtoto na kulisaidia taifa letu, kwani mtoto anapokuwa na kitu mwanzo anafundishika, basi huku juu pana kwa hakuna matatizo katika hatua nyingine. Mmoja wa vijana walioshiriki katika programu hiyo, Farisi Saidi, ametoa wito kwa wazazi kuwapa nafasi ya kushiriki katika fursa hizo. Kwa majina ni Farisi Saidi, hakika hapa kutengeneza maisha yangu ya mpira na naipenda, ni kipaji changu na sio peke yangu, nipo na wenzangu TFF, wanatusogeza na kikubwa ni kumshukuru Mungu. Natamani kucheza timu ya taifa, na sio mimi tu, na wenzangu wote. Lakini kama ujapata nafasi, usikate tamaa, na ninachowashauri wazazi, mtoto wako kama ana talenti, anakwambia nina talenti hii Nikukumbushe ana, ana ni bado tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa zaidi ya miaka 30, Kaizali wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana na ushirika wao na wazalishaji wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu kati ya kuhudumia wewe. Sasa kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu, fika katika ofisi zao zilizopo uwanja wa Jamhuri Dodoma. Lakini pia kwa mawasiliano zaidi, watafute kwa namba za simu sifuri saba 6, 2, 7, 7, 1, 5, 9, ama 0, 7, 6, 9, 7, 7, 1, 6, 5. Tukimalizia upande wa miguu 18, timu ya taifa ya Morocco chini ya umri wa miaka 17 imeandika rekodi ya kuwa timu shiriki ya kwanza kufunga idadi kubwa ya magoli kwenye michuano ya kombe la dunia ambapo Morocco imeibuka na ushindi wa magoli kumi na sita kwa sifuri dhidi ya New Caledonia hapo jana Novemba kumi, katika mashindano ya kombe la dunia ambayo yanaendelea nchini Katari, ikiwa ni hatua ya makundi. Morocco ipo kundi B pamoja na timu za Ureno, Japani pamoja na New Caledonia. Michuano hiyo inaendelea tena leo kwa michezo mbalimbali mbali, ambapo wawakilishi wengine wa bara la Afrika Misri watakuwa wanazisaka zisaka alama tatu dhidi ya England kutoka kundi E, huku kundi H Zambia watacheza na Brazil majira ya saa kumi na moja na dakika arobaini na tano kwa saa za Afrika Mashariki. Na huo ndio mwisho wa 18 za Open kwa siku hii ya leo. Shukrani sana kwa kunifuatia toka mwanzo mpaka mwisho, lakini pia usikose kupita katika kurasa zetu za mtandao wa kijamii kwa jina la Open Online Media. lakini bila kusahau pia, tulikuwa na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao wanauza pamoja na kusambaza vifaa bora na imara kwa bei nafuu kwa ajili ya kukamisha ujenzi wako. Sasa fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza ukawatafuta kwa, kwa namba za simu 0769771165 ama 0762771159, ujipatie huduma bora kabisa. Mimi ni Yohana Mashauri, endelea kufuatilia Open Online Media.